Kama, e, e, Lepo, lopita. Lopita. Mm. Mm. Ligi haijaisha, kama watafikia magoli ambayo alifikia msimu uliopita, bado kuna michezo mingi, inawezekana. Kwani unaona, msimu uliopita dakika za mechi za mwisho, sio magoli alifunga mengi mengi mengi, tuna pia hatriki atua kama ah. Tuna, tunakubaliana mm, tu kwamba mimi nikifika 18 sifungi Ntampa Simba Uranga afu. Si ugumu na kutokana kwamba kuna timu zitaka zibaki katika ligi. Si mwapita mtu amelazimisha bako kupiga goli la kichwa. Eh. Aje kufunga maisha yake Anam. yote goli la kichwa, akasema leo hapana limo. Mtu, mtu kambetulia mpira, haya funga hapo mm. Kafanya ndi? Kafunga. Kafunga. Mtu kapiga hat trick hapo. Vita ya ugumba ni afungaji goli. <tonga> ski yake ya kwanza ah, ya maisha. Simbolanga vipi? Ya pili ile alikofunga lakini zile za mwishoni ni kampeni nakuwa yeah. Yeah. Uh. Mpango wa timu umeisha sasa ni mpango binafsi yeah. Kwamba tupate hiki. Na kwenye clean sheet, kwenye clean sheet sasa ndo hapo Ianajuzi Diara afunga goli kabla pale kuwa uh. Kamara anaongoza kwa clean sheet mm, kumi na tano. Alafu anapatia Jigi Diarra kumi na tatu. Kwa hiyo ilibaki mbili, am sikie kama mechi ya mwisho ya hmm, Yanga na Azam hmm, uh, Yanga wangekip clean sheet hmm, ingebaki tofauti kwa hiyo kama wasingeruhusu goli Yanga kwa kumi na tano kama Kamara kumi na tano Jigi Diara kumi na tatu, tatu. Sasa mechi ya mwisho ya Yanga ndio ile Diara aliruhusu goli mm, kabaki vile vile. Maana kama asingeruhusu goli kwa kipa ole vile, ingekuwa kumi na nne kwa kumi na tano. Amekaa chini